Na tukisalia huko Nyandarua ni kwamba serikali ya kaunti hiyo imeelezea kuimarisha mpango wa kuboresha barabara katika vituo vya kibiashara kwenye kaunti hiyo. Akizungumza akiwa kwenye ziara ya ukaguzi katika kituo cha kibiashara cha Gwa Kung'u, katika wadi ya Leshau Pondo, eneo bunge la Ndaragwa, gavana alisisitiza dhamira ya uongozi wa serikali katika uboreshaji wa barabara na huduma za usafi kwa mazingira. Tumekuwa na shida za barabara za town kutokana na mvua kubwa ambao ilinyesha mwaka jana. Kwa mwezi moja tumekuwa hapa tukifanya grading, tumefanya kilomita kumi na tano na tumefanya graveling kama kilomita tatu na tunaendelea. Tumekubaliana town hii tuipange vizuri, tutoe barabara vizuri, tutoe streets, tuweze kuweka hata street lighting na hata tuweke kabro sehemu zingine ili biashara ipanuke na watu waweze kukaa vizuri. Tutaweka carabats in all the critical areas, ndio hii town ikuwe na standard mzuri. Hii town iko na soko kubwa sana huku. Soko pia tutaendelea kumwaga mawe na ibodabondwe, ndio wafanya biashara waweze kufanya biashara kwa njia rahisi. Taarifa nyingine zinaarifu kwamba